Matili, nasema nini? Basi nikienda na kuandalia ni mahali nitakuja tena ni nitakuja tena niwakaribishe, kwaaio ili nilipo mimi nanyi mwepo. Huyu nani amesema? Yes, yes. Hivyo amesema akienda atatuandalia mahali mm, ili alipo mm, na sisi yes. Ukifululiza, yes, kusoma ah. Kwa hiyo chapta sikukutana na mahali Yesu mwenyewe anasema nimeenda kuandalia mahali, ama nimeenda na nikitumwa na baba yangu nitakuja kuwachukua lakini Mathayo 24, 36, inasema, ni? inasema hivi, inasema aje? Walakin, walakin habari ya siku nne, habari ya siku ile na saa hii, na saa hii hakuna ajuaye, hakuna ajuaye hata malaika walio mbinguni, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, 24, wala mwana ila baba pekee ila Baba peke yake. Swali, ni ukweli Yesu hajui siku ile atakuja kutuchukua? Ni Baba peke yake anajua? Yesu hajui ama mwana hajui, malaika hawajui? Hapa hapa kuna shida. Kisungu aisemi kama Kiswahili. Kizungu inasema. Kizungu inasema. but, but of that day and an hour hmm. no within, no man hmm. no, not, no the the, not the angels of heaven hmm. but my father only. Kune, eh, hapa sana hajatajwa Who kuna n Who said that? Jesus. Of that day and hour, knoweth no man. Hiyo siku na saa hiyo ndiyo salimiko nayo. Oh, Mswahili hapa chini nikueleza, ni kama anaeleza. Sasa ni sawasawa kueleza, lakini inasema wa wakati ni habari ya siku ile na saa ile eh, ile hakuna eh, hakuna ajuaye hata malaika walio juu wala mwana

Haya, msifadhaike mioyoni mwenu, mmemwamini Mungu. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu. Nyumbani kwa baba yangu na makao yani, mengi na kama sivyo, ningeliwaambia maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena. Nitawakaribisheni kwangu ili nilipo mimi nini nani mwetu. Ni kweli Yesu ati. <laughs> <laughs> Yesu anaweza kuwa hajui kile kitu hajui. Hata nieleze. Kuja <laughs> <laughs> kuja <Kute> mweleze. Nitasimama <laughs> <laughs> tu. Eh, simama. Tujue watakatifu wanaweza funuliwa wana wajue takatifu. mm -hmm. mm -hmm. Lakini Yesu ni kama alifichwa mm -hmm. akafichwa. wakati Yesu aliku, alikuwa atoke hapa dunia, Biblia mm -hmm. inatuelezea vizuri sana, alienda hekalu la mbinguni mm -hmm. na hiyo hekalu la mbinguni kile kitamtoa pale, atakuwa amekatalia pale mpaka dakika ya mwisho, akirilia damu yake watu wa wakoke. Lakini pale uki imagine atatolewa pale kwa mosi bibi na eh, atatolewa pale kwa mosi <gulitra> eh, kwa ngumu eh, si kuna kama mko wasomaji wa vitabu na nini nimesaa mames, soma hii mosi, ndio itamtoa pale eh, si, si. Wakati malaika watapeleka

Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, hamna hamna haja niwaandikie, maana nani, nyinyi wenyewe mnajua ya yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwizi achavyo usiku. Unasikia? Kwa hiyo dunia kuna vikundi kuja kwa Yesu itakujia kama Yes. Yes. Hmm. Lakini si kwa Wakristo, hmm. Well. Wakati wasemapo kuna amani <laughs> na salama ndipo <laughs> uharibifu watiapo kwa ghafla, hmm. kama vile utungu mtiavyo mwenye mimba, hmm. wala hakika hawatookolewa, hmm. Bali nani ndugu, hmm. hammo gizani hata siku Sik zile iwapate Sik kama mwizi. Na pale pale tulikuwa tumesikia kuja kama mwizi mw. mm. kuna watu madhehebu nyingi na dunia hii sio mm. siku za kama kama mwizi mw. lakini kweli umesikia hapa, imesema lakini kweli ni ndugu, hamna giza, hamna giz, ndugu giz, giz. za kina Paulo ndugu za Yesu huko mm. wapi? Gizani. Gizani. Hata siku ile iwapate kama mwivi. Hata hapa tufikishe hapo kwa, kwa hivyo kuna kikundi kiko kwa giza mm -hmm. na kikundi kimefunuli- lakini kime kwa uh, mimi kulingana na vyenye maandiko inasema kwa Yesu kwa vile alikuwa na na mbele yake kuna hiyo huduma ah. ya, ku, ya kupatanisha Unaona, hake wa, hakuna siku ameambiwa siku yako ya ya kutoka pale mm, ni siku fulani e, unaona, Mungu mwenyewe ndiye naju, na, naju, unaona, Yesu atakaa hekaruni wa siku watu wote watamilike wa, kua guli ripoti perekewe Mungu Yesu akiwa pale ndani atolewe pale na mosi. Ni ile ukumba ya maombi ya watakatifu. Ah, bueno. Ni hiyo sasa ni hata kama ni hiyo ni hiyo. Moshi. Sio hiyo. Moshi tu moshi. Hiyo ni moshi, hiyo ni ni, ni, ni ni ni ni ni ni moshi na kadisa. Itaingia katika hekalu. Sasa hakukaliki. Aone. Si si si hakukaliki. <laughs> Lakini, aje niwaulize aje. Saizi Stivo kuja tuulize Boss kwa niulize mimi shivachi, unajua kwa Stivo, alafu niseme kwa Stivo sijui ni alafu ama niseme kwa Stivo, unaenda unenda, ukifika mwango na unatemuka kidogo, utafika mahali kuna biashara ya gasi na nini, umwelezee ni describe Ukiona hapo ujue ni hapa. Alafu nikishamaliza kueleza, alafu boss kwa rudia niulize chipacho. Unajua kwa Steve, alafu ni seme sijui. Ni ukweli sijui ama najua. Juu hapo kusoma Matthew 24. Kristo ameelezea matukio yote kutoka namba 1 up to namba last. Kila kitu kitatokea. Ameenda Ellen kila wakati amemwona Kristo. Akimsimulia kila kitu mpaka safari venye itakuwa tukienda mbinguni, unajua the deliverance of the saints imeelezea na habari mpaka vije kutakalika kwa inji mpya. Hiyo vitu vyote imeelezwa in detail, yani hatua kwa hatua, ni kama mtu mkiwa na yeye, alafu urudi useme hajui saa hii dunia yenye tunakaa. Ukweli haiwezekani, hata we uambiwe utakufa mwaka fulani ufaulu kwa ma, kuambiwa siku fulani dunia ingeharibika, na hiyo ni ukweli. Iwezekani hata saa hii tukiambiwa saa hii 2048 ndio dunia itaishi Watu, watu sema ah, si tutasema tuingie raha miaka tatu, ikibaki miaka mbili utaona pia mtu wewe, bwana kumaharibika, wacha <laughs> hiyo mchezo ni tatu tu, na mwingine akwambia mimi nabakisha mbili, alafu tuambiwe siku exactly yenye mlango wa rehema utafungwa kanisani, tukiambiwa wote na isomo hapo mbele, imesemekana kwa andiko hili, tarehe sita twenty 23 mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Unaona, si itakusanya wote. So, kuna baadhi ya maswali yenye hayawezi jipika, lakini unaposoma Biblia Kristo ndiyo anaku bibilia nasema. Halafu swali ingine inafaa ujiulize, kuna siri yenye Baba anayo na Kristo hana? Basi si umoja. Tukipata kuna siri huyo anakuwa nayo yenye mwana hananga, hiyo kitu nasemanga ni wasawa na ni umoja, itakuwa ni uongo, maana anasema nimi namjua tena namuelewa Kristo anasema mimi na Baba tu kimoja, niko ndani yake naye yu ndani yangu, tu mmoja. Sasa inawezekanaje ndani na Haya, na na na sasa, tuulize swali. Nikuje tio sasa, hapa kaende kaeleweke. Mimi kwangu naona <coughs> kama tunataka kujifanya ku, ku, ku kuwa atunaongea Yesu a nasema, so, Yesu Kristo alikuwa So wakati Yesu anaongea wa kwa Matthew 14 in humanity. In humanity. In humanity. In humanity. Kwa... ni humanity. Angejua in humanity form, kwa hiyo statement haiko. Akiongea kwa hiyo umesoma ni Matthew mm. Kuna John. Mm. Kuna John 14. Yesu anaongea in humanity form. The same part ile ilia kwa msalaba. The same part ile ilifika pale akasema anasikia kiu, apewe nini? Apewe mat. Hiyo ndio sehemu ya Yesu anaongea kwa John. Ukikuwa, ukikuja kwa amati naenda kuwatengenezea, nikishatengeneza nikisha na nakuja kuwachukua yes. yes. yes. Mimi naomba nisome sasa, huyo baba ako wapi mwenye anajua na ajui? John 14 tuanzie penyewe, alafu ukifika verse 8 niendelee na commentary yenyewe, ni anafanua John 14. Eh sama haya haraka, haraka, ni maneno ya Kristo anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, anasema kama mnamwamini Mungu. uh -huh. niamini na mimi, mimi ndio nyumbani kwa baba yake, anasema kuna makao mengi, kama sivyo angetwambia anaenda kutuandalia mahali. Swali penye anaenda kutuandalia, atupeleke kwa baba ama kwake? Tuendelee na andiko. Basi, mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Sasa aijapokuwa ameenda huko kwenye anaandaa, atakapotukaribisha anasema ni kwake tutaenda, ndio penye atakuwa ndio sisi tutakuwa lakini hapo mahali lazima mwenyewe aandae na Mungu wetu ni wajana kesho na milele tuendelee nami niendako mwaijua njua ehe uh -huh. Tomaso akamwambia ehe uh -huh. bwana ehe uh -huh. sisi hatujui uendako sasa hapa hivi unaona you know, sasa Tomaso akarudi akamwambia ah sasa tena unasema tunajua njia na sisi ni watu tu waelekea Unajua ndio mwazo ingia. Sisi watu wa kijiji, wewe unasemaje mahali nenda mnajua njia? Jutomaso alichukua ni kama hiyo ya kupanda hii. Sasa ni wapi? Endelea. Nasi tutajuaje njia? Sisi hata tutajuaje njia? Yesu akamwambia, uh-huh. Mimi ndimi njia. uh-huh. Na kweli, uh-huh. Na uzima. Mtu uh-huh. haji kwa Baba. Sasa sikia. Ni kukosa kujua lugha ama ni kutojua kuongea? Unapasa useme mtu haendi ama haji? Akasema mtu haji kwa Baba, tuendelee, ila kwa njia ya mimi. Ila anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa sikia, Tomaso fanya aliendelea kuchanganyikiwa, ndio kama ningalijua mimi ningalijua na Baba. Yesu anapozidi kuwafundisha, mwenye anaelewa Yesu vizuri hawezi angaika Yesu akiongelea habari za baba lakini wakati hauelewi mambo ya Yesu vizuri hauelewi baba ni kusema nini ndio sasa. Sasa akawaambia juu nishawambia ni mimi, sasa tangu sasa munajua, akasema tena mmemuona. So mimi nikisema kwa Yesu, mtu tunakongana ile na kamanja, mtu tu kawaida kwa habari ya siku ile hakuna ajua, lakini baba mwenye walikuwa anaona saa hiyo, yeye anajua tena, mnamuona Endelea. Filipo akamwona. Sasa Filipo naye akasema ah, nawe jamaa hata tuchanganya hadi saa ngapi? Filipo akamwambia sasa <laughs> <tutuoneshe baba laughs> akasema ah, we stai unatupeleka peleka hivi sisi tumechoka, tuonyeshe tu basi baba biashara hii. Sisi tujue baba ndio anajua hiyo siku <laughs> habari na nini yote, sasa sisi tutauliza baba. Sasa sikia Bible commentary vyenye inasema 8, Bible Commentary chapter 5, uh, 5 pg chapter 14 nasema, God cannot be seen in external form. Philipo doubt was answered with the word of reproof, baile ya kujibiwa, alikemewa. He wished Christ to revel the father in bodily form, alitaka Kristo amwelezee baba ni kama kimwili M lakini baba kwa ujua alikuwa anamuonekania katika hali ya kiroho kufanya mambo ambayo Kristo anafanya. But in Christ God had already revealed himself. Huyu Mungu mwenye ana revealing himself through Christ yeye ndiye anajua. Lakini tukienda kwa mwili wa mwanadamu hiyo sasa tutaweza sema hajui. Lakini hiyo Mungu alafu inasema it is uh, uh, inasema if he wished Christ to reflect the Father in bodily form

You do not know me. Sasa swali nauliza, Yesu alielewa kitu aliulizwa, hakuwa uh, si kwamba hakuelewa, alielewa. Na no, swali ye aliulizwa yeye ama aliulizwa baba? Sasa naye anajibu kuhusu habari zake na za baba. Sasa ilibidi awaelezee. Sasa Yesu anaposema hakuna ajua ila baba, sisi hatuna wasiwasi, maana anajua penye Yesu yuko, baba yuko pale ndani yake nasema it is possible that you do not discern it, that is it is it possible? It, is it possible, yeah. Yeah. It, is, it, is, it possible possible yani inezekana ni kweli that you do not discern that the father in the work that he does by me how more? you do not discern the the father the uh -huh. the father does by me yes only, only you kazi baba anafanya kupitia kwangu Nipatele uh, ukubali. Hiyo kazi yote nimefanya kupitia kwa Baba. Kwa Baba anafanya kupitia kwa wangu. Bado anitafuta Baba. Sasa ina maana Kristo akiongea aseme hakuna ajua ila Baba. Upasi kwenda kutafuta mwingine. Ujue tu ni yeye yeah, anajua. Ile uungu ni nao. Baba ambaye niko naye ndio anajua. Lakini mwanadamu asili wa kawaida hajui. Wacha niendee kidogo, nimalizie hapa, nisema Christ emphatically impressed upon them.